Mzee Hasani amethibitisha kwamba hilo eneo yeye hajamkodishia, na tumemkuta dada mmoja anaitwa Maimuna, si ndivyo, akisema kwamba ili eneo hawa watu waliwahusu, alimhusu mzee Hasani wala mzee Saidi Kandulwa, wote hao hawahusiki kwenye hilo eneo hilo la kukodi tu. Lakini tukija kwenye eneo lake la asili ili eneo la eka kumi na kuendelea ndimo ambamo hawa watu ambao aliwasema kwamba wamvamia kwenye shamba lake hao watatu ndio tumewakuta kule yaani maanake ni kwamba eneo linalozungumziwa ni eneo hili moja yani kwa maelezo kwa kwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa jinsi ambavyo tumeenda ku, kuona pale uandani eneo ambalo linazungumziwa kwamba eneo lilikodiwa yaani huyu mzee alikodi ni eneo lile lile ambalo yeye mwenyewe anasema ni hekari zaidi ya kumi lakini mzee mwenyewe anatoa maelezo kwamba alipokodi yeye ni sehemu nyingine tofauti na pale ambapo mkodishaji anasema eneo hilo, mimi sijamkodisha. Na ukiangalia utata tulio ubaini hizo ekari sita ameshindwa kubainisha, matokeo yake ameenda kuonyesha eneo ambalo mmiliki tumemkuta kule polini, kilicho kibaini uhalisia mzee Saidi kwa nduru, yani hajawa wazi, hajawa clear na mipaka yake, na hamna anachokisema pale zaidi tulidadisi, kwanza familia yake ilipokuja kijiji cha Mbesa ilifikia wapi, ili tubaini eneo lao la asili liko wapi. Tukaonyeshwa baada ya ule mto kule juu, ndio kuna eneo kule zaidi ya eka kumi. Kupitia uhalisia, mzee Saidi Kanduru ametudanganya. Uhalisia tuliouona kwa macho, lakini pia na kwa vitindo anakotupeleka si sahihi. Pale tumemkuta mwenyewe anafanya shughuli huyu mjukuu wa huku, na mpaka alikuziwia wewe kupitisha ule mtaru, ulimpelekaje mtaalamu kule juu? Nasema nimeridhika na uhalisia tuliouona maeneo hayo ya mzee Shomari na familia yake, kama waliyauza, uhalali ni wa kwao kama kule mzee Saidi Kanduru kule juu kule alikofika na familia yake, ndio tunaamini kwamba kwao, na mpaka saizi mji upo kule, tunaamini kwamba kule ndio maeneo yao ya asilia. Sisi tunasema kwamba tumelizishwa na uhalisia tuliouona hawa Nazareti, kama waliyapata kwa kina Shomali, waendelee na shughuli zao, lakini pia na kina mzee Emanueli waendelee na shughuli zao. Nafikiri kama tulivyomsikia hapa mwenyekiti pamoja na uongozi kutoka ofisi ya ardhi, ukweli uko wazi. hakuna kitu kilichojificha. mwenye haki na afanyaje, mwenye haki na apewe. Kuko uhalisia tuliouona kama viongozi kutoka mkoa, eneo lile ambalo limekuwa likigombaniwa ni eneo la mwenyewe wa asili, la mmiliki wa asili